Baraza la Mitihani la Taifa NECTA limetangaza matokeo ya kidato cha sita na matokeo ya mtihani ya walimu daraja la cheti na diploma mwaka huu huku matokeo ya kidato cha sita yakionyesha shule za, sekul... za serikali kufanya vizuri zaidi ikilinganishwa na mwaka jana. Akitangaza matokeo hayo jijini Dar es Salaam, katibu mtendaji wa Baraza la Mitihani la Taifa NECTA, Dr. Charles Msonde amesema ufaulu kimasomo mwaka huu umeshuka kidogo kwa asilimia sifuri nukta tisa tatu ikilinganishwa na mwaka jana ambapo ufaulu ulikuwa kwa asilimia tisini na nane nukta nane saba na mwaka huu ufaulu ni asilimia tisini na saba nukta tisa nne. Mwandishi wetu Rahel Mwando ameandaa taarifa ifuatayo. Dr Chazi Msonde ametaja shule kumi bora kitaifa zilizofanya vizuri katika mitihani hiyo na shule kumi zilizofanya vibaya. Shule bora kitaifa kumi ni hizi zifuatazo: ya kwanza iliyoongoza wenzake ni shule ya Kisimiri, hii iko Arusha. Ya pili ni Feza Boys, ipo Dar es Salaam. Ya tatu Alliance Girls, hii ipo Mwanza. Ya nne Feza Girls, hii ipo Dar es Salaam. Ya tano ni Tabora Boys, iko Tabora. Marian Boys iko Pwani, saba Kibaha iko Pwani, ya nane Mzumbe iko Morogoro, ya tisa Ilbol iko Arusha na ya kumi Tandahimba iko Mtwara. Lakini vilevile shule kumi za mwisho kitaifa ukiziangalia, ukizisoma kwa kuanzia chini kabisa, kuna ya kwanza kabisa ya mwisho ni Mpendae iko Unguja ya pili kutoka mwisho Ben Bella iko Unguja, inayofuata kutoka mwisho tumekuja iko Unguja, ya nne ni Green Belt Boys iko Kilimanjaro, ya tano ni Jang'ombe iko Unguja, ya sita ni Kiembe Samaki iko Unguja, ya saba ni Tanzania Adventist hii iko Arusha, ya nane Aluhassan Girls iko Unguja, ya tisa ni ya Zania iko Dar es Salaam na ya kumi ni Lumumba iko Unguja. Wanafunzi watatu waliofanya vizuri katika mitihani hiyo ya kidato cha sita mwaka huu ni Hassan Gwai katika masomo ya sayansi kutoka shule ya sekondari ya wavulana Tabora, Jafet Lawrence katika masomo ya biashara kutoka Tusiime, na Edith Msenga katika masomo ya lugha na sanaa kutoka St. Mary's Mazinde juu. Dr Msonde amesema watahiniwa ishirini na watano wa kidato cha sita wamefutiwa matokeo yao kutokana na udanganyifu wa kutumia simu za mkononi katika vyumba vya mitihani, huku mtahiniwa mmoja wa ualimu daraja la cheti akifutiwa matokeo yake kwa udanganyifu. Katika hatua nyingine, Dr Msonde ametoa onyo kwa watu wanaotumia vyeti bandia kuvisalimisha Nekta haraka kabla hatua kali za kisheria hazijachukuliwa dhidi yao, kwa wafanyakazi wote nchini na raia yeyote nchini ambaye anajua kabisa ana cheti ambacho siyo cha Baraza la Mitihani ya Taifa ajisalimishe tu mara moja, kwa sababu kuto kufanya hivyo hakutamsaidia maana, baraza litamkamata na cheti kitabainika na atachukuliwa hatua za kisheria kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Onyo hilo la NEKTA linakuja baada ya kuibuka na kukamatwa kwa baadhi ya watu wanaojihusisha na utengenezaji wa vyeti bandia. Raheli Muhando, TBC 1.